Waandisho abari anafasi ikwa shughuli sana. Tumetoa ushirikiano mkubwa kubwa iambao tarehe tano mwezi wa pili, lakini kazi kubwa ambayo tunafanya leo tumepanda miti. Jana hospitali, siku ya uzinduzi tulianza katika ya wilaya ya Makandana, na leo asubuhi tulianzia shule ya sekondari ya wazazi pale Ibungila na shule ya Nuru tumepata ushirikiano mkubwa sana leo tu, tumepanda zaidi ya miti mia mbili hamsini. Mpango huu ukiwa ni kutekeleza agizo la raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taa Samia Suluhu Hassan, lengo ili kuweza kuongeza hali ya kijani kwenye nchi yetu kama tunavyoona wilaya yetu ya Rungwe. Kwa hiyo tumepanda miti ya matunda, lakini pia tumepanda miti ya kivuli ili wanafunzi wetu endelee Tunatoa wito katika maeneo ya kata zingine zilizobakia, zoezi hili kuelekea kilele cha zaliwa kwa sisi miaka arobaini na tisa iendelee kwenye kata zote. Msimamizi wa ilani zinasema kata, kama unaona kuna mti ambao umekatwa, umekata mmoja, ukande pande miwili zaidi, ili sababu hii inaleta mvua kwa chama chetu cha Mapinduzi tukasema tutumia fursa hii kuunga mkono mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika zoezi la upandaji miti. Tunafurahi enye sherehe yako ashirikiana watu wa umepanda miti ya kivuli, umepanda maparachichi kwa ajili ya uuguz itawasaidia kupata chakula, matunda lakini nikupongeze pia kwa ubunifu mkubwa waliofanya kwa sababu pamoja siasa na uchumi kishakatia n kitalu kile ambacho cha kahawa na sisi tumeshiriki kupanda kahawa ile. Kupongeze sana kwa sababu huu ni ubunifu wa, wa ya hali ya sihii katika wilaya yetu. Tumezindua jana kwenye maadhimisho ya kuzaliwa kwa chama chetu cha Mapinduzi kutimiza miaka arobaini na tisa. Lakini leo tupo kwenye shule hii ya Ibungila ambayo ni shule ni ya, ya jumuiya ya wazazi, na mimi ni katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Rungwe. Ni moja ya shule ambazo ninazisimamia. Nimefurahi sana kufika katika hii shule kuona mambo yanayoendelea ni mazuri. Kwanza kabisa, wametufanyia kitu cha surprise, tumekuta wameandaa miti ya kupanda kwenye kahawa. Ina maana ni kwamba wanatimiza agizo la rais wetu. Ninampongeza sana mkuu wa shule pamoja na walimu wake nimeamini mm -hmm. kwamba hii shule wana mshikamano mzuri. Ninashukuru sana kwa hilo. Mimi binafsi ninawapongeza tu walimu wote kiujumla pamoja na wanafunzi, lakini leo pia tumepanda miti ya matunda, matunda ya maparachichi, matunda ya vimvuli. Kwa hiyo sina mengi ya kusema zaidi ya kushukuru. Mimi Amina Mwang'onda, katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Rungwe, asanteni sana. Tunashukuru kwanza kwa kutuona na kututhamini na kutuletea hiyo miti kwa ajili ya msaada wa chakula, na kutuletea maparachichi kwa ajili ya matunda kwa ajili ya kuboresha afya za watoto. Lakini pia tunashukuru kwa kutuzindulia shamba letu la kahawa. Kusudi na nia yetu ni kwamba ifikapo elfu mbili na thelathini tuweze kuzalisha chakula cha kwetu tunachotoka shambani kwetu lakini pia na kuzalisha mazao ya chakula, ili asilimia thelathini ya bajeti ya shule iwe inategemea shughuli za shamba. Na tunakuhakikishia kwa umoja wetu, kwa ushirikiano wetu, tutafanikisha na kuendesha na kusimamia mradi huo na miti hiyo kwa ustadi mkubwa sana. Asanteni sana, karibuni sana Ibungila Sekondari. Ndani ya miaka mitatu minne hii shule itakuwa sio tegemezi sana, itajitegemea katika masuala ya uchumi kwa kupitia mapato yao ya kuuza kahawa. Lakini si hayo tu, mheshimiwa katibu, tumeona sisi wenyewe tukivyokuwa tunapita, tumepanda miche ya maparachichi pamoja na miche ya vivuli ambayo tumepata msaada kutoka TFS. Tuwashukuru TFS, lakini tuwashukuru sana management ya shule hii ya sekondari kwa kuweza kupanga mikakati ya kuweza kuinua uchumi, maana sisi kama wanasiasa tunasema siasa na uchumi. Lakini hili ni agizo la serikali kuu pamoja na kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama Cha Mapinduzi Taifa kutengeneza mpango mikakati wa miradi ili kuhakikisha chama pamoja na shule zinaendelea kujitegemea. Kwa hiyo ni wapongeze sana snayotokea hiyo ni wa kamati ya siasa ya wilaya. Tumekuja kushiriki zoezi la upandaji wa miti katika shule, tumepanda miti na hivi vimefunza sana.